Imetokea fursa ya kazi na wanahitaji CV yako uweze kuwatumia. Sasa hauna CV na haujui jinsi gani ya kutengeneza CV na kitu ulicho nacho peke yake ni simu yako ya mkononi ambayo ni smartphone. Sasa leo nataka nikuelekeze jinsi gani utaweza kutengeneza CV katika simu yako. Kwa hiyo twende pamoja. Okay, utakuja kwenye browser yako then utaandika Canva. Utasearch website hiyo ya Canva then utafungua hiyo website ya kwanza itakayoonekana hapa chini. Hiyo website unaweza kufungulia hata kwenye simu yako haina shida na itaweza kufunguka vizuri. Baada ya kuingia kwenye Canva, hakikisha una login kwenye hii website ya Canva. Kwa hiyo nikishaingia hapo, nika login, then hapa juu utaandika CV template, then utabonyeza hapa Canva ina variety ya templates mbalimbali ambazo unaweza ukatumia kwa ajili ya kazi zako, ukadesign chochote. Kama ujui kutumia hizi professional tools kama Photoshop, unaweza ukatumia Canva kudesign hata posters na vitu vingine, sijui birthday posters, sijui na nini, unaweza kutumia kwenye Canva. Lakini leo lengo letu ni kutengeneza CV. Kwa unaweza kuchagua CV template yoyote ile ambayo unataka kuitumia kwa ajili ya kutengeneza CV yako. Unaona? Lakini epuka kutumia hizi templates ambazo zina hichi kialama hapa pembeni kimeandikwa pro. Kwa sababu ukitumia hizi templates lazima ulipie. Kwa hiyo tutachagua template ambayo ni bure. Kwa mfano template hii ya kwanza nikibonyeza kama hivyo itaweza ku display hivi, then nitabonyeza kule juu palipoandikwa customize this template. Kwa hiyo baada ya kubonyeza hivo itafunguka page nyingine. Then baada ya kufungua page nyingine utaona kwamba hapa una uwezo wa kucustomize na ukisogeza hivi unaweza kubadilisha details zozote zile. Kwa hiyo kwa mfano hapa nikibonyeza, nikabonyeza tena naweza nikabadilisha jina nikaandika Daniel. Kwa hiyo hii template ni fully editable na unaweza kaedit ukamaliza. Then baada ya kumaliza kazi zako zote then utakuja hapa juu palipoandikwa share, si ndio? Then utakuja kwenye upande wa download kwa hiyo ukibonyeza download unaweza kuchagua hapa, aidha ni PDF sijui PNG, utachagua wewe kwa lakini, kwa CV unaweza ukachagua PDF standard. Then utakuja hapa download, ukishabonyeza download hapa chini itakuandikia kabisa kwamba save time hiyo, then itaanza kudownload kama hivyo, katika simu yako katika kompyuta yako au katika simu yako itaweza kujidownload moja kwa moja. Natumai akuwa umenaelewa. Kama kunifollow, like na kushare kwa marafiki zako na familia, ili na wao waweze kutengeneza CV kama walivyoweza kutengeneza CV yako kwa urahisi. Until the next one, peace out.